Na mtazamaji wa Trend TV, e, bwana wadau mbalimbali wameanza kutoa maoni yao kuhusiana na issue ya Harmonize na Kajala kurudiana. E, kuna wengine inaonyesha wazi kabisa kwamba hawakupendezwa hata kidogo na swala hilo la Harmonize kurudiana na Kajala. Na mmoja kati ya watu hao ni huyu bidada hapa ambaye video yake sasa hivi inaenda viral. Nataka usikilize maoni yake dhalafu utaweka maoni yako na wewe pia katika comment section kuhusiana na hiki alichokizungumza kuhusiana na kwamba yeye hajapendezwa kabisa na haya mahusiano kurudi. Mshibu usho yangu na uzuri ule yangu wewe kila siku ya kuliko huyo chinga tu, kila siku unaenda unarudi kwa huyo chinga tu, jamani mtu mfupi ukijeba huyo, eh, kwanza wamakonde hata sio watu, nzi wao yani, sio watu kabisa, wamakonde sio watu. Lakini mama Kajala wewe hata wewe kila siku nenda rudi nenda rudi, hii kila siku tu nyinyi kwa sababu gani mmenitibua, mmenitibua tena. Maana sio kwa kujilaza laza kule katika basi ya mjukuu wako, muda wote mnakumbatiana, tena unajifanya umelewa, tena pombe zimeokolea kichwani, muda wote mnashikana mikono mnanongonezana sio kitu gani, mimi mmenitibua kama ndoko mmerudiana, mimi sijapenda Yapenda kabisa, na wewe chinga, wewe mtu mfupi, wewe makonde mmoja wewe. Kwa nini kila siku kuna Kajala choka kila siku, nenda rudi, nenda rudi, penzi gani? sio kwa na mapumziko muda wote, mnaachana mnarudiana, mnatupa kazi bwana. Mimi sitaki Harmonize na wao, makonde mmoja sio tena. Tengeleko pale ushuke Rufiji ukachukue pale hapo, kibao nao unaangaliana ukaja tu kwa sababu ana mshep. Kwani huko kwenu makondeni hakuna wenye mshep? Yeah, so